Nikaambia asikiliza mwanangu, twende, maana wanaweza wakanifunga, nikafungwa. Sema ya mama, twende. Alishuhudia kila kitu mpaka nafungwa. Yeye ndo alikuja kutoa taarifa huko, mamangu kafungwa. Wakasema kama mama yako kafungwa, basi sisi tutakutu pata kuwa mfungwa namba mia tano na moja mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Hati ya kuachiliwa huru ilitolewa ya mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na nne tarehe 11. Huyu si mwingine ni dada Salome Peter, dada mwenye umri wa miaka 29, na hapa unapopaona ni mtaa wa Amani, kata ya Butimba, juu kabisa ya milima hii. Kesi ya shambulio ambayo iko katika kifungu cha namba 240, sura ya 16, mama huyu alitiwa hatiani. Mumeo aliyokupeleka jela yuko wapi sasa? Yuko huko kwake. Nini kilitokea kabla ya kuoana na mumeo? Mm -hmm. mlifahamia naje Tulikuwa tunaishi naye hapa, alikuwa rafiki wa kaka yangu, tukampokea. Maana naye alikuwa amekuja kutafuta maisha tu, mwanzo. Tukampokea, tukuwa tunaishi naye Basi tumeishina tumeishinae mimi akawa ananitongoza nantunguza nantunguza d tukwa tumepatana hivo. Mliowana kwa, kwa ndoa? Hapana, lakini mkaweza kuishi pamoja e. Umesema nyumba mliokuwa nayo mlijenga pamoja? Ndio. Wakati anahamia hapa hakuwa na nyumba? Hakua na nyumba, alitokea kwao tu akiwa bado kijana kijana tu. Nini kilitokea mpaka mkafikisha na mahakama? Alienda kunishtaki shtaki ndugu zake, akawapigia simu wakaja, akasema nimempiga, wakanipeleka polisi, wakaleta mabodaboda, wakanipeleka polisi. Akenda kunishtaki kwamba nimempiga. Sikuweza kumpiga, ila tu na mimi nilikuwa najiami, maana alikuwa ameshika chuma, alikuwa ameshika chuma kulani hivi, anataka anipige nacho chuma kizito, anataka anipige nacho usoni. Kwa nini mlifikia hatua hiyo kwenye mahusiano yenu? Kwa sababu alikuwa ameshaga niambia nitoke, sasa na mimi naambia nitoke niende wapi? tu mwanamke, nimesha kuchoka, yani, uondoke kabisa hapa. Sasa na mimi sitoki, nitoke niende wapi? Sasa ndo akawa ananitafutia sababu. Nilishangaa hukumu, kwa sababu kitu ambacho nahukumiwa sijakitenda na sijakifanya, na wala kuwa na ushahidi wowote kuthibitisha kwamba hapa nimemfanyia hichi kitendo, lakini nikahukumiwa nikaenda gerezani. siku ulipohukumiwa, wakati kesi inaendelea yani, kwa nini ulikuwa unashangaa ujibu chochote? Yaani kilikuwa ni kitu changu cha mara ya kwanza, yaani kwanza hakimu mahakamani, tangia nizaliwa sijai kupelekwa hata kwa balozi, hata labda natuhumiwa hata hivi labda hivi, sikuwai yaani hata nini ujitetee. Ndo nini la mara yangu ya kwanza kuisikia tangu nizaliwa, jiteteni jiteteni, niongee nini maana vitu vyote alivyoviongea ni vya uongo na sijavifanya. Basi nikabaki napigwa butoa tu na shangaa. Una mashahidi? Mashahidi wakuja kuntolea nini? Sina ongea, niongee nini? Sina, sikuweza. Yani, lengo lake nikafungwe tu mimi gerezani, niende gerezani, ili niache kabisa kumfumbua, niache niende gerezani. Yeye alikuwa anatabasamu anacheka tu. Hukumu ikaanza kusomwa, ikasomwa, ikaanza kusomwa. Baadaye nikapelekwa na askari wa kiume kwenye kachumba tena hivi, nikakaa humo, kukaa kidogo kagari kakaja, akatubeba. Unashangaa tu, mimi nashangaa, lakini nashangaa tu. Yani anasema, ila ila wale maaskari, wewe aliyekufunga ni mume wako? Akasema ndio, ni mume wangu wewe hela ndo zimekufunga, afu umaskini wako ndo umekufunga wewe, yani shida. Maana sikuwa na mtu wa kumsimamia, sikuwa na mtu hata yani, sikuwa yani na mtu yoyote, sikuwa nikuwa mii kama penyewe. Mle palimchanganya nikaumwa kabisa. Sasa nikasema huku naenda wapi, naenda kufungiwa wapi? Basi nikafunguliwa, nikafika, nikakuta mdada hio. Kasema ingia huku, nikaingia ingia. Vua nguo zote nika vua. Kanambia luka luka kichula nika luka luka. Kasema vaa nikavaa vaa. Mwai tuini huku. Wakaniona nimechafuka chafuka. Wakanipa sabuni kambia nina kaoge. Nikena ni kaoge. Chukua nashuka hila hapa wakanipa nashuka shuka. Kuna mdada akaitwa wewe. Huyo atalala selo nambanga fulani na fulani. Mitakua mna lala me umu. Basi. Ikafika huo muda tukalala. Tukalala. Watu wa amu mda wakawa na ni wananitia moyo, wanasema, wewe kwanza shukuru tu hiyo miezi sita, wengine huko tuna miaka thelathini wengine tuna maisha humu, lakini wewe shukuru tu Mungu, kesho tu tutatoka tu sawa. Haya, wananitia tu moyo, wanasema, usilie, nyamaza tu, haya ni maisha tu, basi. Lakini nilichukua muda kuzoea, nilichukua muda sana. Nimejifunza vitu vingi sana Yes, kwamba mwenzako unapomwona amekuja na shari unajaribu kuepukana naye, au umeona kitu kibaya, yani unajaribu, yani <coughs> acha pite, unakiacha kama kiribu, unakiangalia kama kiribu, basi na mimi nawashauri yani kama mtu ameonewa, kesi yake natakiwa akitoka gerezani kama kweli ni haki yake afuatilie na yeye kwenye serikali ili na yeye apate ya haki yake. Kipindi natoka sikuwa na mtu wa kunishika mkono yani, sikuwa na chochote yani, nawaza naishije nakulaje, maana hata nguo nikuwa sina, lakini sa nawaza sasa, haki zangu nazipataje? yaani nimetoka gerezani nahitaji kuona watoto wangu, siwaoni, siwapati. Mwaka mzima watoto sijawaona, sijui wanaishije, wanalaje, wako wapi. Nawapenda sana watoto wangu, maana wamebaki kama ndo ndugu zangu, ndo kila kitu kwao, wananifariji namshukuru Mama Samia kwa maana watu wengi wanaonewa, wengi kwa wako magerezani hawana kesi, lakini mtu amebambikiziwa kesi ameonewa kabisa. Lakini nashukuru kuweka hii nani ya kusaidia watu kwa msaada wa kisheria, maana bila hata mimi yeye nilivyotoka gerezani sikuweza kupata msaada wowote, bila msaada wa kisheria nisingeenza chochote, naambia nashukuru tu Mwenyezi Mungu waendelee kuwa na moyo huo huo, pia na watu na wengine tena wapo wenye shida tena kama mimi, waendelee kuwasaidia. Tuliposikia kuhusiana na kesi yake, maana mara ya kwanza kusikia kuhusiana na kesi yake, tulifika katika ofisi ya kata ya Shibula. Tulipofika pale, tulikutana na baraza la kata ya Shibula, tukapata maelezo kuhusiana na kesi yake tukachukua na mawasiliano yake na kumtafuta, maana tuliambiwa tayari kashatoka mahakamani lakini kashatoka gerezani, lakini bado hana msaada wowote. Kwa hiyo tukawasiliana naye, tukamuita pale ofisi ya kata, tukaongea naye. Tulivyoongea naye tukaona ni mtu ambaye amekosa haki na hakuwa na ule muongozo wa kisheria. Kwa hiyo tukaongea naye na tukamwelezea, unatakiwa ufanye moja mbili tatu ili uweze kupata haki zako. Kwa hiyo na bahati nzuri, kipindi kile ambacho tulichomuita ilikuwa ni mwezi Februari mwaka huu 2025 ndo kampeni ya Mama Samia Legal Aid Campaign ilikuwa inafika Mwanza. Kwa hiyo sasa, hapo ndio tulichukua fursa ile kumkutanisha na ile kampeni na wanasheria. Na wanasheria kutoka no. katika Wizara ya Katiba na Sheria. Alipoongea na wale wanasheria, wakaendelea kumpa mwongozo pamoja na usimamizi wa kisheria wa mahakamani mpaka mwisho wa siku akafanikiwa kupata haki yake yote. Maana alivyotoka gerezani, watoto wake alikuwa anakosa ile haki ya kuwaona watoto wake, hakuwa hakua nao yaani, hakuwaona kabisa pia. Hata mavazi mavazi, yule mumewe alikuwa anaishi naye mavazi aliyafungia nyumbani kwake. Kwa, kwa hiyo akawa hana mavazi yoyote, akawa anaishi tu nyumbani kwao kwao. Sasa ile kampeni kiukweli imemsaidia sana wale wanasheria wamemsaidia mpaka mwisho wa siku kapata haki yake. Haya ni maombi yangu kwako wote. Asante Mungu kwa wema wako na kwa nguvu zako Baba, jina lako limejea. E Mwenyezi Mungu, naomba hawa watu uliowaleta hapa Baba, sijui wewe umewaza nini na sijajua na sijui linalokuja mbele yangu, lakini Baba, naomba ukalitena kama waliweza kunisaidia mpaka hapa nikafika, Baba naomba ukawasaidia Baba. Wenda kama nilitenga mbali, Mwenyezi Mungu naomba ukanisamie zambi zangu, ukanisamie makosa yangu, Baba linda familia yangu, linda watoto wangu, linda ndugu zangu, linda watu wote waliojitoa kwa ajili yangu Baba. Baba, naomba haya, uniongoze, maana malango yote naona malango yangu imefungwa, kila napogusa nana so na njia zangu zote Baba, naomba kafungua malango yote kanifungulie njia maana kuna giza nene limetanda mbele yangu. Wewe ndio muweza wa yote. Wewe ndio unajua mwanzo wangu na mwisho wangu kama Baba uliweza kuliruhusu ili Baba naomba ukaliweze kulitetea kwa jinsi uweza kwa Baba naomba haya machache kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki sana. Mungu atanyosha kila jambo.